Karibu Ayo TV na Millardayo.com katika uchambuzi wa magazeti ya Novemba 28, 2016. Na kukaribisha sana, jina langu naitwa Alice Tupa, na moja kwa moja nikianza na gazeti la Habari Leo kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari inayosema kiama walioghushi vyeti cha wadia. Ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo imepewa kipaumbele, na habari hii inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi inasema, kiama cha walioghushi vyeti, ama kutumia vyeti watu wengine kwa lengo la kujitafutia ajira serikalini kinakaribia, baada ya baraza la mitihani Tanzania nekta kubainisha kuwa liko katika hatua za mwisho za kukamilisha uhakiki wa vyeti vya watumishi hao. Kwa mujibu wa sheria ya ajira na mahusiano ya mwaka 2004 ni kosa la jinai kughushi vyeti. Akizungumza na gazeti hili kwa simu Dar es Salaam mwishoni mwa wiki, ofisa habari wa nekta John Nchimbi alisema mpaka sasa maofisa wa baraza hilo aliosambazwa mikoani kufanya uhakiki huo wengi wao wamerejea na wachache lobaki wanakamilisha kazi hiyo ili warejee Dar es Salaam, alisema. Utaratibu wa uhakiki huo wa vyeti ulianza rasmi Oktoba 10 na unatarajiwa kukamilika Novemba 14 mwaka huu. Hata hivyo alisema baada ya uhakiki huo wa vyeti, baraza hilo litawasilisha mrejesho wa matokeo ya uhakiki huo kwa taasisi husika zilizowasilisha vyeti vya watumishi wake kwa hatua zaidi dhidi ya watumishi watakaobainika kufanya udanganyifu. Ni habari hiyo ambayo naweza kuendelea soma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Habari Leo. Tukiangalia habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la habari leo, inasema waliokula mikopo wa haha kuirejesha. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi, inasema ikiwa ni zaidi ya siku kumi zimepita tangu bodi ya mikopo wanafunzi ya elimu ya juu kutangaza hadharani majina laki moja na elfu arobaini na mbili ya wadaiwa sugu wa mikopo ya elimu ya juu wanaodaiwa shilingi bilioni 239, wadeni hawa wamejitokeza na kuanza kulipa. Akizungumza na gazeti hili mwishoni mwa wiki jijini Dar es Salaam, ofisa mwandamizi wa habari ya elimu na mawasiliano wa bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu Veneranda Malima alisema tangu atoe tangazo la wadaiwa hao, kila siku hupokea wadaiwa mia tatu wanaokwenda kuchukua taarifa za madeni yao na wameanza kulipa. Akizungumza kiasi cha malipo kilicholipwa ndani ya muda huu tangu kutangazwa kwa tangazo hilo, Malima alisema taarifa rasmi ya kiasi cha fedha kilichokusanywa kwa takribani siku kumi hadi kumi na tatu tangu atoe tangazo hilo kita tolewa baada ya wahasibu kupitia hesabu kuona kiasi cha fedha kilicholipwa na ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Habari nyingine zinasema mzee wa upako ajifariji kwa waumini wake, ni habari ambayo inaendelea pia katika ukurasa pili wa gazeti la Habari Leo. Magufuli apokea marais wawili, ni habari nyingine ambayo inaendelea katika ukurasa 26 na pia kuna habari inasema askari wa gereza la Kitete amejiua kwa kufyatua risasi kwenye koromo lake na risasi kutokea utosini, ni habari ambayo inaendelea katika

watatu wa gazeti la habari leo. Habari nyingine inasema mkoa wa Dar es Salaam unakusudia kuzivunja nyumba zote zilizopo katika eneo maarufu la uwanja wa Fisi, na ni habari hiyo pia ambayo inaendelea kuona ni zaidi katika ukurasa wa nane wa gazeti hili la habari leo. Na habari hizi zote ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa wa gazeti la habari leo unaweza kuendelea kuzisoma katika ukurasa zake za ndani mwa gazeti hili. Tukiliangalia gazeti la Mtanzania kwa siku ya leo nalo katika ukurasa wake wa mbele kuna habari inosema Mzee Upako asema nimetikisa nchi. Na tukiziangalia habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mtanzania zinasema, Maalim Sefu asema polisi wanambeba Lipumba, na ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mtanzania. Uchunguzi escrow atimiza miaka miwili, ni habari nyingine ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne. Lakini pia kuna habari nasema kashfa ya ngono kituo cha mabasi Ubungo, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu. Na katika habari za michezo ambazo zinapatikana katika mbele wa gazeti linasema Guardiola panga kuitibulia Chelsea. Zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Mtanzania. Gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari zinazosema Chadema yataja siri tano mafanikio ya ukuta, katibu mkuu asema pamoja na maandamano, mikutano kuzuiwa, ujumbe umefika. Habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mwananchi nasema jinsi ya kuishi usawa wa Magufuli na ameorozeshwa mambo hayo kuwa ni unywaji mchumi. Asema kama mtu alikuwa na kunywa bia moja kwa siku, sasa anyo kimpumu. Jambo jingine ni kubali hali halisi, ambapo wasomi wameshauri watu waishi maisha yao halisi na kuacha kuendekeza matumizi makubwa yasiyolingana na uwezo wao. Jambo jingine ni maisha kulingana na kipato. Serikali imezuia posho za mikutano, safari zisizo za lazima, kuanzisha kodi mbalimbali, fedha zote kwenda BOT, kuziba mianya wa wizi hatua inayolazimikiwa kufanya maisha yawe magumu lakini pia kuna kilimo ambacho wananchi wanaweza kugeukia sekta ya kilimo ili wasiguswe moja kwa moja na hali ngumu ya uchumi jambo jingine ambalo limeorodheshwa katika ukurasa huu mbele nasema uzalishaji ambapo inaelezea kwa undani zaidi kuwa kuongeza uzalishaji ndio suluhisho litakalowafanya wananchi waendane na hali halisi na habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa tano wa gazeti hili hili la Mwananchi. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mwananchi zinasema sababu ya Mbeya kuwa ya pili kwa madhabahu mengi yatajwa, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa saba wa gazeti la Mwananchi, lakini pia kuna habari inasema mgambo akaimu ofisi ya ofisa mtendaji kwa miaka minane, na katika habari za michezo kuna habari inasema Neema Majanga, na katika habari za kimataifa kuna habari inasema Trump atoa moyoni kifo cha Fidel Castro. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mwananchi. Tukiangalia gazeti la Nipashe mwanga jamii pia kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema watumiaji wa Saruji Dangote njia Panda ni baada bilionea ya Afrika kusitisha uzalishaji Mtwara. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa mbele wa gazeti hili zinasema kafu ya Mwalimu Msefu sasa yalia, habari ya ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Magufuli apokea wazito wawili ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu. Na tukiangalia habari ya kimataifa ambayo imeandikwa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Nipashe nasema kifo cha Castro cha acha wa Cuba wa kiofu Trump, ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa 30 wa gazeti la Nipashe. Na habari hizi zote ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika ukurasa zake za ndani. Vile vile, tukiangalia gazeti la Jambo leo kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema Lusekelo asema nilihojiwa polisi kwa hila hawa choko mkono wa Loasa na Somae na ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Jambo Leo. Habari nyingine tukiangalia inasema Mwalimu Sefu ataja hujuma tisa za Profesa Lipumba na ni habari ambayo inaweza kuendelea pia kusoma katika ukurasa wa nne wa gazeti la Jambo Leo. Waziri afikiria kufuta degree kwa wenye diploma, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano na katika habari za kimataifa kuna habari inasema Cuba yajitayarisha kwa maombolezo na pia tukiangalia habari za michezo kuna habari moja hapo inayosema makocha mapro wa vinara kuvuna fedha ligi kuu. Ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la jambo leo, na unaweza kuendelea kuzisoma habari hizi kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili. Tukiliangalia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, nalo leo katika ukurasa kwa mbele kuna habari inayosema tatizo la ajira litakwisha sema JK, asema ni la muda guswa, na kilio cha waiti Mmuse ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo imepewa kipaumbele. Habari hii inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Tukiziangalia habari nyingine zinasema, rais wa Chad, Zambia wawasili, JPM wawapokea, ni habari pia ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne, lakini pia kuna wanaosema, askari magereza jiua kwa risasi akiwa lindoni. Wanafunzi wafichua wa siri nzito, watumbua wa jipu la walimu wao kuwataka kimapenzi kinguvu. Ni habari nyingine hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa wanne wa gazeti la Majira, lakini pia kuna bado nasema Vodacom Tanzania yapeleka ombi kujiunga DSE. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira, na unaweza kuendelea kuzisoma habari hizi katika ukurasa za ndani mwa gazeti hili. Tukimalizia na gazeti la Tanzania Daima sote watu kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele, kuna bado nasema mzee wa upako asema nilipagawa, asema matusi leo toa yapo kwenye Biblia, awashambulia wanahabari. Ni habari hiyo kubwa kabisa ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzania Daima. JPM waweka pabaya CCM ni habari nyingine ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu, lakini pia kuna habari nyingine inasema kafu sasa ya nyimwa ruzuku, Magufuli kukutana na viongozi CWT, lakini pia kuna habari nyingine inasema askari magereza ajiua kwa risasi. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Tanzania Daima na unaweza kuendelea kuzisoma habari hizi kwa undani zaidi katika kurasa zake za ndani moja kwa moja. Tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku leo, tuna gazeti la Ijumaa pamoja na gazeti la Kiu, ambapo gazeti la Ijumaa kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele kuna habari habari tu nyingi na ukurasa wake wa nyuma vile vile, na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika ukurasa za ndani mwa gazeti hili la Ijumaa. Tukiliangalia gazeti la Kiu nalo katika ukurasa wake wa mbele kuna habari nyingi tu na ukurasa wake wa nyuma vile vile kuna habari nyingi tu, na hizi habari zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti la Q na, na tukimalizia na magazeti ya michezo kwa siku ya leo tuna gazeti la mwanaspoti pamoja na gazeti la Bingwa. Hapo gazeti la mwanaspoti katika kurasa wake wa mbele kuna bado nasema Mzambia mchenchia Bosu ajitoa Yanga, ni habari kubwa kabisa hiyo kwa siku ya leo, ambayo imepewa kipaumbele na unaweza kuendelea kusoma habari hii kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti la Mwanaspoti. Habari nyingine nasema Kichuya ukimsikiliza Mrwanda umepeta ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Simba yajichongea kwa Yanga ni habari nyingine hiyo pia ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi. Na tukiangalia habari za kimataifa kwa siku ya leo, kuna habari nasema Runi apiga marufuku self maniu lakini pia kuna habari nasema Klopp hana pressure na continue zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwanaspoti. Na tukiangalia habari ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Mwanaspo sporti kuna habari unasema wamerudi tena, na ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti hili la masporti. Na tukimalizia na gazeti la Bingwa, limeandika Luandamina anza na Mido mkata umeme, ni mzambia kutoka ZESCO anatua nchini leo, anakuja kumaliza tatizo sugu Jangwani. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa. Habari nyingine unasema kumbe kiganja hakuelewi Kuboreka asema hakuna sehemu iliyokataa mabadiliko, atoa neno kwa Simba na Yanga. Ni habari ya hiyo nyingine ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa. Tukiziangalia habari nyingine, nasema ofa ulimwengu kufuru, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. London is blue liaona haya Chelsea ilipomaliza Spurs, lakini pia kuna bado unasema Zidane awatisha wapinzani wa Ronaldo, na katika ukurasa wa nyuma gazeti la Bingwa kuna habari inasema Kitonga Sanchez, Walcott, watupia, Arsenal ikishinda kiulaini. Lakini pia kuna habari nyingine unasema Neymar apata ajali, united yamchongea UEFA, mwamuzi jeuri. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti hili la Bingwa, na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma katika ukurasa za ndani mwa gazeti hili la Bingwa. Na kwa siku ya leo tumefikia tamati katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV na millardayo.com, lakini kwa habari zetu za undani zaidi unaweza kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo. Vile vile usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo. Zimebaki siku chache tu kwa promotion ya kamata mpunga imalizike. Mtongo wa nguvu unaweza kuendelea kuandika neno go kwenda namba 15544 na kuweza kujibu maswali rahisi kabisa kutoka Vodacom. Unaweza kujishindia fedha kuanzia laki tano, milioni moja, milioni tano hadi milioni ishirini kutoka Vodacom. Jina langu naitwa Alice Tupa.